Taarifa zilizotufikia mezani wakati huu ni kuhusiana na aliyekuwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt Tulia Ackson. Kama ambavyo tunafahamu e, ya kwamba siku chache zilizopita wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania waliitwa, lakini pia kuna nafasi mbalimbali ambazo mbali mbali zimetangazwa ambazo pia zitawaniwa na baadhi ya wabunge ikiwemo e, nafasi ya spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Katika nafasi ya spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dr Tulia Ackson ni moja kati ya wabunge waliochukua fomu ya kuwania nafasi hiyo kwa mara ya pili. fahamika ya kwamba Tulia Ackson aliapishwa kuwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kufuatia kujiuzulu kwa hayati Job Yustino Ndugai ambaye alijiuzulu kufuatia sakata lake dhidi ya kukosewa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dkt Samia Sulu Hasani kuhusiana na madai ya serikali kukopa. Sasa mezani hii leo ni kwamba kufuatia suala la Dkt Tulia Ackson kuchukua fomu ya kugombea tena nafasi ya spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, hii leo ametangaza hadharani kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho, huku akishindwa wa kuweka wazi sababu za yeye kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho cha spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania.